Kuna ufunuo unakuwa unaujua, ambao huu ufunuo unakusaidia wewe utumishi wako uweze kuendelea mbele. Nakwambia kitu ukienda kumuuliza mtumishi, mtumishi atakwambia kitu kimoja, atakwambia se inabidi kufunga la na kuomba. Si kila mtu anafunga, kila mtu anaomba. Kuna siri gani nyuma? Kuna ufunuo gani ambao uliupata? Uli nasoma nikonasoma Bibilia nikashangaa sana, kumbe Musa alivyonyosha ile fimbo, ule muujiza hakutokea immediately. Watu wengi tumekuwa tukifikiria, nafikiri na zile muvi zimesaidia <inaudible> kwamba tufikirie jinsi ambavyo tunafikiria, maana kwenye ile muvi anasema Musa alivyonyosha tu fimbo, ghafla bahari ikagawanyika. Sio kweli, sio kweli, sio kweli, sio kweli. Musa alivyonyosha ile fimbo, usiku mzima bahari bahari ya kugawanyika. eekusomia mstari kutoka mlango wa 14 mstari wa 21: Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki, usiku kucha. Najua watu wengi sana huwa, kwa kusoma hapo, kwa kusoma vizuri tena Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki, usiku kucha, akaifanya bahari kuwa nchi kavu, na maji yakagawanyika. Ilipokuwa nikisoma mstari siku ya jana, nilishangaa sana sana sana kumbe Musa alinyosha mkono wake juu na ile fimbo, alivyonyosha mkono wake juu akashusha upepo, ukaja ukavuma, na upepo ulivuma usiku kucha. So, nataka kuuliza wana a nasemaje? Maana walijua kabisa kwamba kama akinyosha fimbo bahari itafumbuka, lakini kanyosha fimbo bahari yakufanyaji? wana sasa kwa nasemaje? Mimi naamini kabisa kuna kampu kamoja kanasema, ah, umeisha mkono ufikie sasa, bahari itafunguka. Wacha tujifie tu hapa, lazima kuna maneno yalikwisha ongelewa, lakini usiku mzima upepo ukawa unavuma. Upepo ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kitu gani tunakipata hapa? Kwa sababu kama Musa angenyosha mkono Mungu isingekuwa shida kufungua bahari ya Shamu, lakini akaacha kwanza upepo ukavuma usiku kucha. Kuna kitu ambacho nakipata: fanya kitu unachotakiwa kukifanya, mwachie Mungu afanye kitu anachotakiwa kufanya, mengine yote mwachie Mungu. Kama Musa alinyosha mkono, ameshika ile fimbo na akashusha mkono usiku kucha upepo ukavuma unaotoka mashariki, na baada ya kugawanyika hapo baadae asubuhi ndo bahari inagawanyika. Sembuse we nenda kafanye interview, alafu tuachie huo upepo wa mashariki ukupe hiyo kazi. Nenda ka apply tender, maana upepo wa mashariki ni roho mtakatifu. Kufanya kitu nachotakiwa kukifanya kisha Mungu ataenda kufanya kwa ukubwa zaidi. Ishirini na moja nasema hivi, Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo wa nguvu utokao mashariki, usiku kucha, ukaifanya bahari kuwa nchi kavu. Kwa nini upepo ulivuma ukaifanya bahari kuwa nchi kavu? Maanake katika bahari Upepo ukivuma usiku kucha, lazima bahari itakuwa na michanga michanga ile au matope matope, lakini Biblia inasema bahari ikawa nchi kavu. Na Biblia inaposema ikawa nchi kavu, inamaanisha ni nchi kavu kabisa, hakuna sehemu ya maji maji. Kwa nini mungu alifanya bahari ikawa nchi? Kwa nini? maana yake Mungu alikuwa anajua kwamba watakapopita wana wa Israeli wataacha nyayo, kwa ni rahisi sana adui kuweza kuwafuatilia nyayo zao. Sasa Mungu alikuwa anajua kwamba nitahakikisha inaiweka ile bahari inakuwa nchi kavu kabisa, kwa watakapokuwa wamekanyaga adui hata wafatilia. Kuna siri ambayo Mungu kaiweka kwenye maisha yako ambayo adui wako hatakiwi kuijua. Kuna siri ambayo Mungu kaiweka kwenye biashara yako ambayo adui yako hatakiwi kuijua. Ndio maana Mungu akakausha kabisa ile bahari, wakapita kwenye mchanga kabisa kwa sababu Mungu alikuwa anajua adui anaweza kuwafatilia. Na wewe mpenzi mtazamaji, ninapoongea na wewe, kuna vitu ambavyo Mungu kaviweka ndani yako, adui yako hatakiwi kujua kwa namna yoyote ile. So Mungu akwambia kitu kimoja, kakwambia kwamba ah, nitakusaidia uweze kufungua duka ah, kufanya kuwa mfanya biashara mkubwa sana. Baada ya kutoka tu kwenye maombi, ukamfata shosti yako ukamwambia, ukaifata kamati ya maombi ukaiambia, ukaenda kwenye ushuhuda ukasema kwamba Mungu atanifanya kuwa mfanya biashara mkubwa sana. Hiyo vitu havitatokea kwa kusema vile. Kuna watu wana miungu yao, ni watu miongoni mwako, lakini ni maadui zako. Inawezekana kabisa una kundi la marafiki zao katika hao marafiki zako kuna wengi ambao ni maadui zako. Wakiona umefurahia jambo, kwao itakuwa ni huzuni. Wakiona unapata huzuni, kwao itakuwa ni furaha. Ndio maana Mungu akafanya kitu, ukavuma upepo kutoka mashariki, ukakausha kila kitu, wakapita katika nchi kavu. Samsoni alikuwa na siri kubwa sana, akamwambia Delila na baada ya kumwambia Dalila nini kilichotokea? Mi mwenyewe nina siri kubwa ambayo ninaijua ambayo siwezi kumwambia mtu yoyote katika kutembea kwangu na Mungu sio na siri gani?